Hukumu yake mtu kama huyo anahesabika ametoka katika Uislamu, manake sio Mwislamu. Kwa sababu gani? Ameacha swala kwa kukanusha. Ene mtu apoulizwa, uh, bwana unajua swala ni kitu muhimu kwa Mwislamu muumini, swala ni kwanza. Amna kitu kama hicho, swali ni watu ambao wenye shida shida tu. Kama ile mmoja aliulizwa masala ya dini, msa jina akasema hii, unajua dini ni kwa wale watu ambao maskini maskini, ndo wanajipoza poza kwa dini. Lakini mtu lazima utafute mali na nini, nitahitaji nitatafuta hiyo. Koti niliona miaka nyuma sana, yani watu wa mafilosofi itikadi, yani mtu anaofuata dini ni kama vile mtu maskini anajipoza, asije akapata frustration kwa maisha na bukwenu, anajipoza kwa dini, lakini asili yake lazima esau na uwezo atnaana hizi ni ada za Kiarabu. Ni ah swala ni wajiba, swala ni wajibu. Kwa hiyo ukikanusha mutaqidan anna ghairu wajiba, ukikanusha swala kwamba sio wajibu, basi wewe unakuwa

Tajibu istitabatuhu, inakuwa ni wajibu kumtaka alete tauba, atubie kwa Mwenyezi Mungu. Ni walii lamri, katika ule mtawala kwa eneo vile husika. Ule mtawala kiongozi pale atakuwa amwite um, amwambie um, bwana utubie, kwa sababu swali ni sehemu tena. Halan hapo kwa papo, asicheleweshe

ikiwa itajirudia rudia kule kuacha uke swala akafanya ule kurtadi, kwao setabu fi kulli mara atovi. Bwana huyu bwana, mara ya kwanza alitubia, akarudia tena kakamusha tena, tena mara pili swala tatua tena, afanyeje? alete tauba kwa mara pili

Kuadhirishwa mtu au kuhu, kuhu, kufanyaje kuumbuliwa kufedheheshwa, ndio ile maanake afungwe, kufungwa katika sheria ya Uislamu ndio kama ni e, adhabu ya kuadhirishwa. Kama unaadhirishwa, maanake unaumbuliwa, hali yako unafungiwa, una sehemu wewe upate mawasiliano ya chochote hiyo ndio asili yake, lakini sio kama sheria za kibinadamu. Kuli kufungwa ndio imekuwa main punishment, ndio imekuwa kwamba ndio adhabu kubwa, miaka 30, miaka arobaini. Kwa sheria ya Mwenyezi Mungu, ameweka kila kosa lina hukumu yake hapo kwa papo. Mtu akiiba akate mkono wa kulia, akirejea akatiwa kushoto Subhanahu wa ta'ala ukimuongopea mtu kwamba mzinifu, mzinifu bakora themanini, kwa ane, jepesi, na sio mzinifu yani. Bakora 80 hapo hapo mpaka utaonyesha ushahidi kwamba watu wanne wameshuhudia zakari inaingia. Sio jambo jepesi, hadul qadhf inaitwa. Maana yake adhabu ya kumzulia mtu uongo wa uzinifu inaitwa hadul qadhf, kumzulia mtu ambaye ni mzinifu na sio mzinifu. Sasa haya yote ikunatekelezeka, hakuna jambo kama hilo. Kwa hiyo, na huyu naye atafanya kuadhirishwa kama hivyo, au ikiwa ni mmoja katika viongozi atatembezwa pasina kivazi chake, kama ni mtu ufara, raisi, imamu, shekhe, labda kashazoea bwana ishwa kwa sababu gani? Amekanusha swala zaidi ya mara tatu. Na hukumu hii tunaizungumza ya swala hukmu yake ni kwamba fala tajuzu salatu alayhi. Atabu ya kwanza, huyu mtu afai kuswaliwa salatu ya janaza, yani manake tutamzika bila kumswalia. Ya pili, wala yajibu, tukifanya lakini wala yajibu ghasluhu wala basi si, si, maana kwamba tukiwa tunamzika bila kumosha hatupati dhambi kwa sababu, ni tariku swala, ameacha swala. kwa sababu s ni tariku swala, ameacha swala, na wala haipasi juu yake wala yajibu ghasluhu wa takfinuhu, yani kumosha na kumvisha sanda wala sio wajibu swala, ameacha swala. Hei, ni tariku swala, juhudan, ameacha swala, kwa sababu swala ni wajibu, ameacha swala tariku la ameacha swala kwa kukanusha kwamba swala hakuna na hii mara ingine tunazungumzia mfano wa swala, unaweza ukawa ni baidi kidogo, lakini kuna masala katika dini yenye kuja Qurani na mtu hadithi yameahimiza, alafu atokea mtu tu akwambia, ah, bwana mimi kweli sijasoma. Lakini hapo kuna mdanganyiko. Msemo wangu mimi ndio huu sasa, wewe kwanza hujasoma, alafu unasa hakipo. Kuna masala mengi sana ya Uislamu, mara nyingi tunajisahau katika vikao vyetu, tunasema maneno kama haya. Huu ni mfano wa swala tunatoa. Unaweza ukasema saa ingine ni ngumu kutokea mtu alizoswala aseme swala hakuna ngumu, lakini kuna sheria nyingi Mtu anaambiwa sasa, bwana, hizi saa nne bwana, hii time kama hiyo, kuna swala a? Hiyo ni ni e, kitu hakuna katika dini. Hiyo ndio mdangaji bwana. Kwa hiyo tuwe ndio tahadhari, mara unaweza ukaingia katika huku kama hizi alafu ukawa ujafanyiwa, utaenda kufanyiwa siku ya kiyama. Maana hakuna kitu ambacho tutakachofanya mwanadamu hapa duniani isipokuwa kile kitu kinaenda kuapia huko akhira, eta usamehewe au uhukumiwe kwa hicho kitu chukua umekiacha, na ndio maana ukaona kwamba Mtume so kuwafutia maswahaba zao walikuwa wanashindwa, eh kukaa bila kujistiri, hata sehemu zile za siri walikuwa wanashindwa, kwa sababu walikua ile picha yao isichukuliwe ikawa siku ya kiyama ikaonekana. Kwa maana kile tunachokifanya sisi kitachukuliwa, inachukuliwa picha yake. Hizi satellites ambazo tunaona wanadamu tumezigundua, eh asili yake ipo nature, kwa Mwenyezi Mungu ameshaiweka Chochote unachokifanya sisi kinachukuliwa picha yake, utaenda ukiona waziwazi, yamamayaona mayuaum, siku atakayona yale ambayo yote, unaambiwa mtu naona wazi, kaanahum yamayalaunaha e, kana kwamba siku atakakuona kila kitu kiko kabisa. Kwa hiyo kila kitu tunachofanya kinachukuliwa picha. Sasa ndio maana mtu atakuwa uchunge maneno yako, uchunge zektuchiana kwenye dini. Bwana we hujui, bwana mimi sijui, nitafuatilia ili upate confirmation. Sasa kwenye swala ndio kama hiyo, huyu bwana hatumswalii, yaani wajibu kabisa, kwamba la ya juzu hata tukimswalia haikubaliwi na Mwenyezi Mungu kwa sababu gani? Alikuwa amepinga swala, amepinga swala. Lakini kumuosha, kumvisha sanda, hii ni kitu gani? wadafu na napumzika, baada ya kuwa ni lazima kwetu sisi tuliokuwa hai, inakuwa ni nini? Ni sunna. Ndio wanashangaa bwana, yule komiti yao bwana, yule yule ni jamaa yao, lakini bwana wanajamzika bwana kwa sababu watu wanakuwa na ufahamu kama huu. Baadhi ya madhhabu wakishajua kwamba huyu mtu alikuwa aswali na anakanusha swala hawatamswalia, hatakiwa jamaa yao hatakiwa ndugu yao, watawacha tu. Sasa kwa njia ya ubinadamu naweza kufanya, lakini ikiwa tukufanya hatutoandikiwa dhambi tunaambiwa. So, sisi, idha mata hadukum fa alaykum bi arba, akifa mmoja wenu lazima mfanyie nh na kumkafini maana kumvisha sanda, wa dafnuhu na kumzika. Sasa tunaona binadamu nadamu, tunaambiwa laqad karramna, na Mwenyezi Mungu laqad karramna bani Adamu, ametukuza wanadamu, tumzikeni basi. Fala yudfanu fi maqabir muslimin, hazi kwenye makaburi ya nani? Ya Waislamu. Unaona, danger imekuwa hiyo, jinsi swala ilikuwa nzito, lakini ndo ta kitu ambacho tunaona sisi kukipuuza chepesi. Sisi sise kukipuuza kwamba hatuswali sisi, hatuwafanyi watu wetu waswali. Wengi tu mashallah, misri tumejaa lakini, huko majumbani swala hakuna, haziswali swala, watoto wetu hawaswali, wake zetu hawaswali, dada zetu hawaswali, na mtu ndio mashallah kisimama

ilikuwa mtu akifanya baya kivi yake, yeye mtu anasomea msomo wake tna swali nafunga, basi ni yeye, ni yeye. Basi waliangamishwa wote kwa sababu walikuwa wakumbushani mambo ya heri awazani mambo ya heri, akifanya mtu ovu na mwaji. Sasa na sisi tuiweke swala sehemu muhimu kama mtu anafikia mpaka kiwa haja swali Ameuliwa, ame ha, ha, sulihi hata ulazima wa kumwosha, ulazima wa kumzika, wa si ulazima eh? wa kumzika. Na ikitokezea tumemzika basi, simzika katika makaburi ya Waislam, kwa swala ina nguvu kubwa sana. Na hii hukumu ni kwa kila ambaye anaupinga eh, sio hili tu, sio la swala. Maulama wameafikiana hukumu hii tuliwaitaja hapa ya kwamba mtu haifai uh, kuswaliwa haipasi si, kwamba nini sio, sio lazima kumuosha, kumvisha sanda, kumzika. Hukumu huyo inaendea katika kila ambaye anapinga ijma. Ulama ni yani wanachuoni wamepatana katika jambo, akaja mtu mwingine akapinga ijma, hayo mambo mengine, lakini kwamba wanachuoni wameafikiana na jambo kubwa Alafu anakuja ungia anapinga pia anaingia katika hukumu kama hii. Kwa sababu nini? Huwa yunkir eh, mujma'an alayhi ma'luma min adini bidharura. Anapinga kitu katika dini, hicho kinajulikana yani ni kipo. Alafu anakuja ukipinga, kama amepinga nini? Amepinga ijma, na kuipinga ijma. Ijma ni kutu dini kabla ya somo alhaji wa zaka aje mtu aseme asaumu bwana, hii kwa sababu mtu hana chakula e, zaka hii, kwa sababu mtu ndo e, yani, ana shida shida tu ya kusaidia watu, lakini haitakiwi ni kitu cha wajibu kutokana na wakati. Tutasoma hapa wenyeziukutafikia tutajua kuzungumza hali ya mwenye kuwacha swala kwa uvivu, ambayo ndo wengi hiyo, ndo situation yetu sana tunaacha swala kwa uvivu, nini hukumu yake? Hii tumezungumzia hukumu ya kuacha swala, mtu ambaye anapinga, manake anakwambia hakuna kitu kuswali. Huyu anatakiwa ambiwe haraka atubie. Bwana, tubia kwa Mwenyezi Mungu. Wewe bwana si Saidi, bwana we si Uthman bwana, tubia kwa haraka mara nyingine watoto wetu tunawasomesha nje huko, mara nyingine wanakuja wanakanusha vitu vya dini yao. Wengi watoto wetu tunawapata ya miaka mingi, hamna chochote, wametengeneza tu, auliwe na akiuliwa, basi haifai kumswalia, si lazima si lazima kumvika sana si lazima kumzika, na tukiamua kumzika, basi tunamzika sehemu ambayo sio ya Waislamu. Mwenyezi Mungu atuafikie wa tuweze kuiweka swala kipaumbele sisi na familia zetu, ili tupate salama siku ya Kiyama. wa qawla iama jaalana min alladhina yastamiuna al fayattabiuna ahsanah. Allahu ta'ala a'lam.